Fire kabisa. Mimi nimeona watu wengine hapa wanakuja kuchokoza gavana wa Embu. Hiyo ni upuzi. Wezi kuja kwa mtu alafu namtusi unamtusi kama nani yeah? Hukumchagua, hautamchagua, halafu nakuja hapa nakiereere kutusi tusi watu kwenda huku, na hii tabia lazima ikome. Hatutaki viongozi wa kujipiga kifua. Unajipiga kifua kama nani hata mimi kama kiongozi wenu, kiongozi wa nani? Wewe ni kiongozi kwako, kwa nyumbani kwa bibi yako na watoto, yeah. Ama namna gani jameni? Ni fire si fire, huyo mtu mwambia, ataona fire mm. Na sio kwa sababu hati ako na mrengo tofauti ya kisiasa, hiyo ni haki yake, kwa sababu hapa niko na ndugu zangu, niko na ndugu zangu hapa area hii hawako katika hii mrengo yangu ya leo, lakini nimewaheshimu kwa hiyo decision yao. Na mimi sitaki tuvurugane hapa nyumbani kwa sababu next week, baada ya Thursday, tutabaki kuwa jamii moja, watu moja. Ama namna gani? Kwa hivyo tusivurugane. Na mimi sina shida na wale viongozi wengine, hata wale hawaungi mkono candidate wetu, lakini tuwe na nidhamu, tuache matusi, tuache vita Mi niko na shida tu na mtu mmoja wa kimbelembele na kielele, huyo peke yake, that is my problem. Na ametisha magavana, anatisha maseneta, anatisha wabunge, anatisha wananchi. Kwani yeye ni nani? Kwende kwende, tutamnyorosha mbaya sana. meona tokiriakoona tarwa ta maruroirwa nkingo my friend Areotaramaru a kingo Eh, hata sijui ametoka wapi amekuja tu juzi. Mimi nimekuwa kwa siasa over 20 years, tangu wakati wa Kibaki tukamalizana na Uhuru. Siku ile Uhuru amepelekwa Hague wakiwa na Ruto, mimi nilikuwa nawatetea huko, sikuona huyo mtu, sikumwona, hakuwa chochote. Saa hii amekuja na ma shortcut. Sasa mji ya shortcut anakuanga tu hivyo yeah, ndio unaona sasa anashindwa hii na namna gani? So tuendelee polepole, tusiweke vita, tusiweke fitina. Siasa ni kupembelezana, kuomba kura na kuuza sera. Tumesema sera yetu, tunahitaji barabara. Si tumesema tuweke lami siangera kwenda irira mpaka kase? Yes, tumesema hivyo yeah. Hawa viongozi wa Embu walikuwa wameomba stima, ile stima walikuwa wa